Kwanza kabisa uh, SportPesa Game Changers ni mpango wa SportPesa kama kampuni kurudisha kwenye jamii kuhakikisha kwamba tunaibua vipaji na pia tunavisapoti kwa kuhakikisha kwamba wanapata rasilimali za muhimu kabisa kwa ajili ya kufanya mazoezi, kucheza na kuendeleza vipaji vyenu. Tupo hapa, uh, mkoa wa Morogoro, tumeanza mkoa wa Tanga, tuna mikoa mingine sita zaidi mpaka mwaka kuisha kwa ajili ya kuendelea Kuimplement kitu hiki ambacho tumekianzisha na tutarajii kiishie kwenye kutoa rasilimali na vifaa kwa ajili ya michezo tu, hapana, tungependa kuendelea. Tuna shindano letu linaloitwa SportPesa Cup. Wangapi mnalijua au mlishai kulisikia? kwa mikono tu. Aya, kama mlijui, wangapi mnakumbuka Everton kuja Tanzania? Basi Everton kuja Tanzania ilikuwa ni tunda la SportPesa Cup. Kwa hiyo tunataka kurudisha ile michuano, na kwa kurudisha ile michuano tunaamini ni vizuri tukaanza kwenye mizizi ya mpira, na mizizi ya mpira ndio hapa, kama tunavyoona ambapo tupo siku ya leo. Timu zinazofanya vizuri wilayani, timu zinazofanya vizuri mkoani zitaenda kuchuana kupata mshindi ambaye atafuzu kucheza kwenye mashindano ya SportPesa Cup. Na mimi nikiwaangalia wote kwa uthubutu, kwa ari mliokuwa nayo Naamini kabisa Morogoro ni sehemu ya timu zitakazoenda kucheza SportPesa Cup. Na hivi ndivyo timu ya ushindi SportPesa inavyorudisha kwa jamii. Vijana wamefurahi. Ndoto zao zinatimia. Na shangwe kwa pamoja. Oye!